Haya. Mungu ametupa mfano hayo. Njia nyingine na maandiko ya Sheba. Nasema njia nyingine kutafuta Bwana, kutafuta uwepo wa Mungu. Kuna kitu kinaitwa sadaka. Hebu sema sadaka. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10. Mstari ule wa 4 na 31. Tunamkuta mtu mmoja anaitwa Kornelio. Kornelio akasema, "Sioni viwango vingine vya kufurahisha moyo wa Mungu." Maana kama kuimba sijui, kama kuomba sijui, lakini kwa kuwa nina kitu ambacho naweza nikampa Bwana au koloni ile atajikita kwenye kumtolea Mungu sadaka. Jamaa nitoa kumtolea Mungu sadaka ni njia nyingine ya kutafuta ufalme wa Mungu. Haleluya! Yesu akasema neno moja kwamba pale hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwa. Narudia, popote pale hazina yako ilipo ndipo na moyo wako zote. Kwa nini? Kwa sababu anajua wakiadaka Kanani, halafu wakaacha mali zao Misri, mioyo yao ttaai kua a Misri, mioyo itaacha wapi? Misri. Ili watu wile, lazima waondoke na mali zao. Kwa sababu hiyo Mungu anatumia anatumia sadaka kama sehemu ya kuvunja moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana shida na pesa yako, lakini Mungu anaangalia wa sii wako. Unapotoa, Mungu anakwenda kuiusa ile sadaka, anakutana na wewe kwenye ile sadaka kwaona mida ya jioni, kabla vita haijaanza kulipuka Yesu akatazama kwa mbali, akaona kuna mtu wa ajabu. Hebu sema wa ajabu, ajabu. amesimama mbele yake Yesu akamfuata yule mtu, akaenda kumuuliza akamwambia ndugu yangu, na kuona wewe kama mgeni wa nchi hii. Nataka nikuulize jambo moja, uko upande wetu sisi au uko upande wa maadui zetu? Yule mtu akamjibu akamwambia, sipo kokote, lakini mimi nimekuja kama amiri wa jeshi la Bwana. Haleluya, haleluya. Malaika ajamchochea sijui Paulo, akamchochea Koronelio, mtu wa mataifa mlumi akatembelewa na malaika mpaka ndani ya nyumba yake, akamwambia mpenda na mutia moyo, sadaka zako na sala zako zimefika mbele za Bwana na zimekuwa ukumbusho kwa habari ya maisha yako. Haleluya ha. Yani kule mbinguni kuna kumbukumbu, na Yesu alizungumza ile neno ambalo malaika alimwambia Kornelio ya kwamba ukijiwekea hazina mbinguni kusipokuwa na nondo wala kutu, mali ambapo cheka vitu vyako havitaharibika.